E, ni wazi e, mimi ni Mtanzania, na hapa mimi ni katibu wa Baraza la Maaskofu, mtendaji wa maaskofu. Maaskofu wetu e, wameongea mara nyingi, wametoa e, matamko na nyaraka kuhusiana na uchaguzi mkuu. Kwa hivi e, walitoa uchaguzi ili tuwe na uchaguzi ulio wa haki, huru E, na kuaminika, vitu gani vizingatiwe, walitoa lakini kwa masikitiko makubwa hayakufanyiwa kazi mapendekezo yao. Kwa hivi e, yale kuto kufanyiwa kazi na kupuuzwa, basi ndio tunaelekea kwenye uchaguzi, lakini uchaguzi lazima ufanyike kwa sababu lazima tuwe na viongozi, na sisi kwenye maandiko matakatifu tunampokea kiongozi yoyote ambaye analetwa kwa njia ya katiba. Ni kwa njia ya katiba, sasa sasa kama katiba imetumika, sisi tutakuwa tuta, tuta tuko chini ya uongozi wote utakaoletwa, lakini lazima tuwe na uongozi. Nchi haiwezi kukaa bila kiongozi. Kwa hiyo sisi tuko tayari kuendelea kufanya kazi na yeyote atakayekuja. Eh, uhalali wa viongozi watakaochaguliwa katika mazingira haya Kone ani wazi, kuna uhalali kwa sababu anap, anakuja kwa viongozi hao watapatikana kwa watapatika njia ya katiba, kwa sababu na nchi tumejiwekea katiba, na kama katiba inatumika wale watakao kuja ni viongozi halali. Lazima tu, tu, tufanye nao kazi, lazima watuongoze. E, sasa e, tunahimiza sana kwenye kanisa watu waongozwe na dhamiri yao, dhamiri yako ikuongoze. ingekuwa yeah. E, wana wanaoratibu shughuli za kuangalia raia wanataka nini, wangekuwa wanaguswa wana na hiyo wange na wangekuwa na hofu ya Mungu, tulitegemea labda hilo pia linge, swali lako lingegusa watu na wangesema dah, jamani, hawa watu kweli na malalamiko yote haya watakuwa na uhalali. Sasa hilo swali tunaacha kila dhamiri ya mtu itasema, eh, itasema kwa hivi eh, binafsi mimi a itakuwa ni maoni yangu nikisema kwamba mimi maoni yangu na mtazamo wa kanisa yeyote aliyekuja kukupitia katiba lazima tumpe ushirikiano, lazima tumsikilize, lazima tuongoze. Lakini sasa hivi ndani ya wiki mbili uchaguzi upo eh, lazima tukubali kwamba uchaguzi mkuu huo, na tunawaambia wananchi fuata dhamiri yako, inakuambia nini kama raia eh, kwa ajili ya kuendeleza utawala. Tunasema kwenye ibara ya nane mamlaka ya nchi yako kwa wananchi. Sasa wananchi wanaamua kwa njia ya dhamiri sio kwa njia ya kushinikizwa, sio kwa njia ya rushwa, sio kwa njia ya kunyanyasa wengine, ah, kwa njia ya dhamiri. Kila mtu ongozwe na dhamiri yake, na tuwaambia fanyeni kitendo, shirikini eh, kwa kufikia maamuzi kwa pamoja. Mfikie maamuzi kwa pamoja, kwa mazungumzano. Uchaguzi lazima uendane kwa njia kama hizo. Dhamiri ya mtu inamfanya afanye maamuzi, na akishafanya maamuzi, kwenye matokeo ya uchaguzi ndio utagundua wananchi walishiriki au hawakushiriki dhamiri kuongoze. E, tumeshaambiwa uchaguzi ni tarehe ishirini na tisa mwezi Oktoba elfu mbili na ishirini na tano. Sasa kila mtu afuate dhamiri yake aende au asiende, usimshinikize, usimhonge, usimlazimishe, wacha watu waamue wenyewe. Na ndiyo maana inategemewa kama watu wana dhamiri zao, utakapoenda unasema ah, nina uhalali kwa sababu watu walikuja kwa hiari yao wakanichagua. Eh, na wewe nadhani unafurahi kuona kwamba watu walikuja kwa hiari yao wakanichagua. Nadhani unafurahia hiyo. Eh, kwa hivi nadhani hilo ningelijibu kwa mtindo huo, lakini maaskofu hawezi kuambia watu nendeni au msiende. Hapana, sio kazi ya maaskofu. Swala ni kuwafundisha ukweli kwamba nchi lazima iwe na uongozi, na uongozi unatokana na dhamiri yako iliyo huru inayokupa wewe uwezo wa kufanya maamuzi kutumia haki yako ya msingi kupigia huyu, na kama hayupo naetaka kumpigia huto kupiga pia ni uhuru wako. Eh, kwa hiyo usilazimishe mtu afanye maamuzi kinyume na dhamiri, na hata Mungu hatulazimishi, ndio maana ametupa akili na utashi.